Na, natambua kwamba taarifa zaidi zitaendelea kutolewa, na nitumie mahali hapa vile vile kulitaka Jeshi la Polisi na Jeshi la Uhamiaji, idara ya uhamiaji, kwa pamoja watoe kauli kwa umma kwamba makamu mwenyekiti John Heche yuko wapi na ana hali gani? Makamu mwenyekiti alichukuliwa mchana kweupe, tena ni asubuhi kweupe kabisa, hapa mbele ya mahakama, na alichukuliwa na polisi na alichukuliwa na gari la polisi. Kwa wenye wajibu wa kusema yuko wapi na ana hali gani, wa kwanza kabisa ni jeshi la polisi na la pili ni idara ya, ya uhamiaji. Jana kwa nafasi yangu kama mtendaji mkuu, nilifanya mawasiliano na kiongozi mmoja wa jeshi la polisi, akanieleza kwamba makamu mwenyekiti yuko yuko Dodoma na akasema tufuatilie Dodoma. Sasa sikusema chochote jana baada ya kupokea hiyo taarifa, kwa sababu kwa bahati mbaya jeshi la polisi ambalo linapaswa kufanya kazi kitaaluma na kitaalamu limekuwa na tabia, wakati mwingine kutoa taarifa za uongo. Sababu juzi walimpa mkurugenzi wetu wa sheria na haki za binadamu, wakili Gaston Garubimbi walimpa taarifa kwamba makamu mwenyekiti Heche yuko wanampeleka Tarime, kwamba wamempeleka Tarime, lakini kumbe walitoa taarifa za uongo kwa. Nilipopokea taarifa ile jana, tuliamua kwanza tuifanyie kazi kwa kina, wakati tukilitaka bado jeshi la polisi litoe taarifa, na jana usiku tukapata hakika kwamba yuko yuko Dodoma na akaweza kufikiwa na mmoja wa wanafamilia na, na, na, leo tukafanya tena ufuatiliaji kuhakikisha kwamba anapata haki zake zote inavyostahili. Toka asubuhi tulituma wakili, alikuwepo pale na hakupewa haki ya kumuona katika kituo cha polisi ambacho jana mpaka usiku alikuwepo, mpaka inafika saa nane mchana wakili alikuwa hajapewa nafasi ya ya kumuona. Baadaye tukiwa tunaendelea na shauri hili, tulikuwa tunaendelea sasa, nime nimepata taarifa kwamba uh, idara ya uhamiaji, na nasema haya kwa sababu mamlaka zinazotakiwa zitoe taarifa mpaka sasa hazijatoa taarifa kwamba idara ya uhamiaji afisa wao amefika pale kituo cha polisi, kwa kile kinachoitwa kufanya mahojiano na, na makamu mwenyekiti mheshimiwa John Heche. Sasa kwa sijapata tena taarifa zozote za ziada mpaka ninavyozungumza na, na nyinyi muda huu sasa hivi juu ya makamu mwenyekiti John Heche, ana hali gani, nini kinaendelea kuhusiana na, na hatima yake na kwa sababu hakuna taarifa zozote kwa umma mpaka sasa kutoka kwa Jeshi la Polisi wala Idara ya Uhamiaji, mwito wangu bado kwa Jeshi la Polisi na mwito wangu kwa Idara ya uhamiaji ni kutoa taarifa kwa umma juu ya alipo makamu mwenyekiti John Heche na hali yake ilivyo, na wamwachie huru kwa sababu hakuna mashtaka yoyote ya msingi dhidi dhidi yake, ninachokiona tu mimi ni jaribio la kutaka kutumia visingizio kuendelea kumshikilia kuelekea tarehe ishirini na tisa Oktoba na baada ya tarehe 29 Oktoba